Guys, guys, guys, guys, guys, guys. Tushafika manze, na leo tuko na gari ya Kamau wa Kadudu eh, mashini baya bana. Ndio hii mashini boginare eh, bana hii mashini kali bana. Mnaona wase eh, cameraman, kuja kuja kuja uonete kameramani bana. Mashini naona bana, mkuu mkuu ya pesa. Meria Toboi leo, Meria Toboi hapa leo hakuna kusema eh, Acha tuone kama leo Kamau kwa hapa ndani tuende tu nalo hivyo bwana. Mnaona bwana gari? Mashini ndio hii, mashini ya pesa. Eh? Cheki kinyambi, kinyambi ya pesa bwana. Unasikia hiyo mashini imetulia, relax, haina maneno leo. Leo atupigi kelele yuko na mashini hapo hivyo. Hii mashini ya Kamau, Kamau wa Kadudu bwana. Tumemwona kitrend sana na mashini. Eh? Kameramani waoneshe vizuri hii mashini. Eh? Mnaona guys? Hii ni mashini, mguu ya pesa kila kitu pesa. Eh? Wewe guys, Aya, guys mnaona? Aya, wacha ni ndio tuone kama tutaongea na kama. Kama tunaweza bonga noga ume Eh. <inaudible>